Naomba hapa jiji la Dodoma lisitushinde, kwa tutavaa njuga kuhakikisha kwamba jiji la Dodoma pamoja na ongezeko kubwa na watu, hii kazi tunaiweza Mheshimiwa mbunge, na wala haijatushinda. Tulikwenda kwenye kamati tukaeleza pamoja na mazuri, lakini hili jiji la Dodoma lazima tulitupie macho. Nilitoa maelekezo kwamba kila mwezi tutatoa milioni mia tano. Hamna kisingizio. Utekelezaji wa miradi ya maji unategemeana na fedha. Tutaleta fedha, kandarasi fanya kazi, sisi tutakusupport kuhakikisha hii kazi ikamilishwe. Mheshimiwa Mbunge, tunajua dhamira yako ya kuhakikisha wananchi hawa wanapata huduma maji safi na salama. Mimi Jumaa Aweso ambaye nimepewa dhamana katika wizara ya maji, sitokuwa kikwazo kuhakikisha mambo yanaenda vizuri na kuhakikisha hii kazi tunaweza kukamilisha mradi huu kwa bilioni tano nukta sita utakwenda kwa miezi kumi na tano. Mimi sio injinia wa maji, lakini nimefanya kazi hum takribani mwaka wa nane naenda wa tisa na, na experience ya miradi ya maji, mzee wangu mkurugenzi wa Baji, si mradi huo wa kufanya wa miezi kumi na tano, ni mradi wa kufanya kazi wa miezi sita hadi miezi saba. Twende kwa uelekeo huo tendeni kwenye uelekeo huo wa kuweza kukamilisha mradi mapema, watu wanufaike, na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anapopita mwezi wa kumi kwenda kuomba kula kwa jiji la Dodoma, kazi yake iwe kupunga mkono, kwa sababu maji yanapatikana. <coughs> Na maji haya tulikuwa na visima vitano, tumeongeza mpaka tisa, tumevitumia vitano tu, manake tuna bakaa ya visima vinne ambavyo havijaunganishwa kwenye mfumo, manake tunakwenda kuviunganisha kwenye mfumo sasa hivi mamlaka ya maji ya duwasa ina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni themanini na moja kuunganisha visima hivi tutaweza kutoka asilimia themanini, milioni themanini na moja uzalishaji mpaka lita milioni tisini na moja kuanzishwa kwa mradi huu utaongeza uzalishaji kwa zaidi ya asilimia thelathini tapunguza utapunguza unafuu mkubwa katika swala la upatikanaji wa maji na mladi huu kukamilika kwake nini maana yake Wananchi wa maeneo ya Nzuguni, wananchi wa maeneo ya Kisasa, wananchi wa Kisasa Bwawani, Mwangaza, Ipagala, Ilazo na Swaswa Mpamaa, na baadhi ya maeneo ya Ndejengwa. Lakini tulifanya ziara na mheshimiwa mbunge hapa kama alivyoeleza maeneo ya Mkuungu na maeneo mengine, kukamilika kwa mradi huu na maana chanzo chetu kile cha maji huku Duwasa Mzakwe kule, maana yake baadhi ya maeneo tuta tutaelekeza huko. yatanufaika maeneo gani? Maeneo ambayo yatanufaika ni maeneo ya Mkuhungu, maeneo ya Miganga, maeneo ya Mkonze, maeneo ya Chidachi na maeneo ya Makulu Oster Bay. Lakini achana na hilo, tunaendelea pia kutangaza kazi zingine, ili kuhakikisha maeneo ya Lishadai, maeneo ya Ihumwa na Homanyika yanapata huduma maji safi na salama. hivi kwa kazi hii kuna mtu anataka kushindana kweli? Mheshimiwa Mavunde akae kwa kutulia. Mavunde anatosha mpaka chenji inabaki. Piga makofi mengi sana kwa mheshimiwa. Na, na sisi tumejipanga kwamba pamoja na hiyo miradi ya mapesa mengi, lakini sasa hivi kwa miradi hii ambayo inaendelea zaidi ya bilioni 45 tunaziwekeza. Tuna, tuna mradi wa Nala bilioni 3.8, kuna mradi wa Udom 1.2, kuna mradi huu wa mji wa serikali bilioni 35 nukta sita lakini, leo tuna saini huu mradi wa bilioni tano nukta sita wa Nzuguni. Kwa hiyo zaidi ya bilioni 45 na zimewekezwa kwa muda mfupi kuhakikisha kwamba tunatatua tatizo la maji katika hili jiji la Dodoma. Miaka kumi iliyopita mahitaji ya jiji la Dodoma yalikuwa ni lita milioni 48, eh, kwa siku. Uzalishaji ulikuwa ni lita milioni 68 kwa hiyo tuna lita milioni ishirini hapa hazina sehemu ya kwenda. Mahitaji ya maji leo Dodoma zaidi ya lita milioni 149 kwa siku na uzalishaji wetu kabla ya mradi huu ulikuwa ni lita milioni 68. Kwao ndo maana ilipelekea hali ya mgao, na serikali kwa kutambua hilo ndo imekuja na kazi kubwa hii ya kuchimba visima virefu. Kwao tunatumai ndani ya muda mchache ujao tutakwenda kutatua changamoto hii kwa kiwango kikubwa sana hivi sasa tukiweza kusambaza maji eneo la Nzuguni Kisasa, Ipagala, Ilazo ikaja mpaka nyumba mia tatu, ukenda mpaka Njedengwa. Maana yake ni hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, yale maji ya kutoka Mzakwe ambayo yalikuwa yanaelekezwa maeneo ya huko, hivi sasa tutafunga valve ili yaende katika maeneo ya Maili Mbili, yaende Bairodi, yaende Mkungu, yaende Miganga, yaende Chidachi yaende mpaka Makulu ustabei kuhudumia maeneo ambayo tunaamini baada ya kufanya kazi watu watapunguza kupata ule mgao watu laki moja na ishirini na tatu elfu na tisini na tano kunufaika na mradi, ni mradi mkubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nakushukuru sana, nimekuwa nikikulilia lakini we ni mtu mwema sana, mtu rahimu sana, unayependa kazi yako, unayewajali watanzania na kazi hii hauifanyi kwa sababu tunaifanya inakutoka moyoni na nakuona kila siku na mapenzi makubwa sana na watu ambao unawaongoza especially wa watanzania wa jiji la Dodoma. Mpango huu ni wa muda mfupi wenye makadirio yasiyopungua bilioni 41.4 na unalenga kuboresha huduma ya maji safi katika jiji la Dodoma wakati maandalizi ya utekelezaji wa miradi ya Falco na ziwa Victoria yakiendelea. Pia DUWASA inaendelea na taratibu za manunuzi kwa ajili ya mradi wa maji katika maeneo ya Elishadai, Ihumwa na Maumanyika, ambayo yanategemewa kukamilika ndani ya muda mfupi, kwa maana itatumia chanzo hicho cha Nzuguni.